Berlin ni mahali muhimu kwa sababu nyingi. Kwanza kabisa mkutano wa Kongo ambapo Afrika iligawanywa kama kipande cha keki na kupewa mamlaka ya kikoloni ulifanyika hapa Berlin mnamo mwaka 1884 na 1885. Nadharia za makabila za kugawanya ubinadamu katika matabaka zilikuwa maarufu sana pia. Katika jumba la makumbusho la kifalme la Ethnology, mkurugenzi wa idara za Afrika na Oceania, Felix von Lushan, aliwaagiza watafiti wa kikoloni kuchukua zaidi ya mabaki 9000 ya binadamu kutoka makoloni ya Ujerumani. Mafuvu mengi Asa, lakini pia mifupa kamili. Watu milioni moja waliuawa ndani ya siku mia moja tu. Wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa. Niko katika safari ya kujua mizizi ya wakoloni wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya watutsi nchini Rwanda. Naitwa Samuel Ishimwe, mimi ni mtayarishaji wa filamu Nini madhumuni ya kukusanya mabaki ya binadamu kutoka Rwanda? Ungechambua lugha, utamaduni wa nyenzo, utamaduni usio muhimu na mwonekano wa kimwili wa watu, na kisha unajaribu kuanzisha makabila, ulinganishe, na kisha useme, sawa, kabila hili lilihamia huko na kuchanganyika na kabila lile. Hilo lilikuwa wazo la jumla nyuma yake. Bila shaka makabila yaliwekwa katika uongozi. Ni kwa njia gani unadhani iliweka misingi ya kuanzishwa kwa makabila? Kulikuwa na wazo la nadharia la Wahamiti hapo awali, na kwa kuchukua mabaki ya binadamu na kuwatenga kuwa Wahutu, Watutsi na Watwa wa taarifa yoyote ulio nayo, ambayo inaweza kuwa sio sawa, unaunda msingi wa mgawanyiko wa baadaye wa Wahutu, Watutsi na Watwa. Hivyo ndivyo Richard Kant amefanya, bila kujali ukweli halisi ambao huenda ikawa tofauti, kama ambavyo Tekanoski aliandika hivi, mwenyewe sioni kiunganishi dhahiri kati ya Wahutu, Watutsi na Watwa. Unadhani kulikuwa na jukumu jukumu la moja kwa moja kutoka kwa wanaanthropolojia wa Ujerumani na masomo katika nyakati za ukoloni wa Ujerumani, hasa Kant na wengine. Unafikiri kwa namna fulani waliunganishwa na migawanyiko ya kikabila iliyosababisha mauaji ya kimbari no question about it. Hakuna swali juu yake. Msingi uliwekwa wakati huo na uliendelea kila mara na hata kuwekwa kisheria, na ndiyo nina hakika shekanovski hakupeleka mafuvu tu kutoka rwanda hadi berlin pia alichukua vinyago vya watu wanaoishi mwanzoni mwa karne ya 20 makumbusho inayohifadhi vinyago ya Gipsformerei huko berlin haikuuza tu nakala za sanamu kutoka ugiriki ya kale roma na misri waliuza pia vinyago vya watu kutoka rwanda leo zimefichwa kwenye gala na hazijawahi kuonyeshwa baada ya mazungumzo ya miezi sita napata nafasi ya kuvitazama And this is our... hii ndiyo nafasi yetu tunayoonyesha kazi za Chekanowski, nitakuonyesha I show you. We kind of tulizitenganisha ili kuzipa faragha zaidi labda, na nitakuonyesha kwa uangalifu kile tulicho nacho. Chekanowski alienda Afrika ya Kati ili kujua zaidi kuhusu aina na makabila mbalimbali mbali. kama tunavyojua alikusanya vitu vingi na pia alikusanya vinyago 35 kulingana na ushahidi wa vinyago vya watu wa makabila mbalimbali mbali. Kwa hivyo alijaribu kukusanya aina tofauti za vinyago ili kuvionyesha huko Ulaya kwa wanaanthropolojia wenginevluh amesubiri kuangalia kazi hizo zac na anaona thamani kubwa pia katika maonyesho hayo. Maonyesho ya vinyago kama hivyo ikawa ushahidi halisi wa vyenzo ili kuthibitisha kuwepo kwa aina mbalimbali mbali za makabila. Je, yeah, unahisi hali ilivyokuwa au mazingira ambayo vinyago hivi vilitengenezwa? Unafikiri kulikuwa na kibali kutoka kwa wananchi Responsibility... nadhani inaleta picha mbaya sana kwenye historia ya kazi zetu, na ninaona jukumu kubwa pia kwa makumbusho inayohifadhi vinyago vya gips for May. Kwa sababu sisi kama wana watengenezaji tulizalisha vinyago hivi, tuliweza kusambaza mawazo ya ubaguzi wa rangi yaliyopo ulimwenguni, hivyo aina hii ya urithi ni ngumu kwetu na tunapaswa kukabiliana na urithi huu mgumu hapa, na nadhani mimi kama mhifadhi hapa nina jukumu la kuzitunza vizuri sasa unajisikiaje kuhusu vinyago hivi? It's very expressive, you see, like... inaeleza wazi sana. Kama kwenye hii ya kwanza tunaona ana maumivu usoni, hata kwenye hii unaweza kuona ana maumivu nadhani anang'ata midomo yake. Ni kweli ina nguvu, mwonekano huu unasema mengi. Powerful the expression, it says a lot. The... nilipokuwa nikitazama vinyago nilijaribu kufikiria nikiwa katika kijiji fulani mwaka wa 1908 na unamwona mzungu akija na kuweka kitu fulani usoni mwako, na hata kama akikuuliza vizuri, hakuna njia itakayoonyesha huu utakuwa uzoefu mzuri. Ni muhimu kuonyesha mambo haya, kwa sababu ni jinsi gani nyingine tutajua jinsi mambo haya yalivyotokea. uh, Ninaelekea kwenye jumba kubwa la makumbusho la Humboldt, hekalu jipya zaidi la sanaa, utamaduni na sayansi la Ujerumani. Mfano wa kisasa wa kasri la Prussia, mtawala wa kifalme wa Ujerumani alikuwa akiishi hapa. Leo ni mojawapo ya nyumba zenye mkusanyiko wa vitu maarufu vya kikoloni vya Ujerumani. Jumba la Humboldt limekosolewa sana na wanaharakati. If you take a, a ikiwa unachukua ishara inayowakilisha ufalme, kwanza ni ishara ya kupinga demokrasia. Kuweka eneo kama hili katikati ya Berlin na kuifanya kuwa kivutio cha kimataifa ni kama eneo kubwa la burudani la Disney World enzi za ukoloni, like Disney World of, of colonialism Ninahitaji kuzungumza na mtu ambaye anasimamia jumba la makumbusho la Humboldt. Yeye sio tu mkuu wa makumbusho mengi ya kifahari ya Berlin, lakini pia mwanahistoria anayejulikana. Bado kuna ukosoaji mwingi kutoka kwa watu wengi, haswa watu wa asili ya Kiafrika, lakini pia wasomi wengine ambao ni Wajerumani, ambao pia walikosoa uwepo wa jumba la makumbusho la Humboldt kama jengo, kama nyumba, kama taasisi. Nini mtazamo wako kuhusu hilo? Kupitia jengo kama hilo, hatuwezi kuiepuka historia yetu, tunapaswa kushughulikia. Kungekuwa na jengo la makumbusho la kisasa la siku zijazo, labda majadiliano yangekuwa tofauti. Kutembea katika sehemu ya Afrika ya maonyesho kwa upande wangu inakatisha tamaa. Jumba la makumbusho lina dhana ya kuwakilisha maeneo mengi ya dunia na kubadilisha maonyesho, na bado hakuna kipande kimoja kutoka Rwanda kinachoonyeshwa. Lakini kwenye gala nimevumbua kitu cha kushangaza. Katika mjadala niliofanya na mwanahistoria Gamaliel Mbonimana kutoka Rwanda, alinieleza kuhusu wimbo ambao Wanyarwanda walikuwa wakiimba na kukosoa unyanyasaji wa askari wa kikoloni. Ninapotazama hapa kwenye orodha za rekodi za Shekanovski, niliona jina la wimbo huo. Wimbo wa Kinyarwanda unaitwa Mpunga Barungu, ambao tafsiri yake ni kuwakimbia askari ambao walikuwa askari wa kikoloni wa Kijerumani. Inashangaza kwa sababu ni kama ushuhuda pekee wa moja kwa moja kutoka kwa Wanyarwanda wenyewe wakitoa ushahidi kuhusu vurugu walizokuwa wakipitia kutoka kwa Wajerumani. Ni ushuhuda huu wa moja kwa moja ambao haujaandikwa na mtu mwingine, unatokana na wimbo. Ni bora. <coughs> Kwa sasa kuna mjadala gani Rwanda? Kwa mfano, mabaki haya binadamu ya binadamu yarudishwe Rwanda? uh, This, this graves which haya hayakuwa uchimbaji wa kiaikolojia, na makaburi ya maelfu ya miaka iliyopita. Yalikuwa makaburi ya jamii zilizo hai, na watu waliofanya hivyo walifukua makaburi, wakatoa mafuvu, kwa kawaida tu fuvu, kwa masomo haya ya makabila kufanya utafiti na kupima mafuvu. Na sehemu nyingine za mwili haukuwa muhimu, kwa sababu haukuweza kugundua makabila. Kwa hivyo kwetu sisi ilikuwa wazi kwamba utafiti wa asili una maana pekee ya kurudisha mabaki haya ya binadamu kwenye nchi husika. Wanahistoria wengi nchini Rwanda kweli wanawanyoshea kidole cha lawama Wajerumani, wakisema wao ndio wa kwanza kuanzisha nadharia za makabila. Kwa hivyo nataka kukuuliza, ikiwa unafikiri kwamba kwa namna fulani Ujerumani inaweza kuwajibika kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994. Kwa namna fulani ndiyo, kwa sababu walileta mgawanyiko huu kati ya Watutsi na Wahutu, hii nadharia ya Kihamiti. Lakini ilitokea miaka mia moja baadaye. Hivyo mtu anapaswa kuuliza ni nini kilitokea hapo katikati. Kwa hiyo swali ni jingine, je, ni lazima baada ya mgawanyiko huu ambao Wajerumani walileta Rwanda, ilikuwa ni lazima kwamba miaka mia moja baadaye mauaji ya kimbari yalitokea? Mauaji ya kimbari hasa ni uhalifu wa serikali nchini Rwanda. Mauaji hayo yalikuwa maalum kwamba yalikuwa mauaji maarufu ya kimbari. Watu walihamasishwa kuua jirani zao, hawakuwa wanamgambo, ingawa bila shaka huko Ujerumani, huko Ulaya pia kulikuwa na watu ambao kulikuwa wakiwasaidia Wanazi. Nchini Rwanda ilikuwa kama kitu maarufu, ilikuwa majirani na watu. Kwa hiyo kuna tofauti, kuna kufanana na utofauti. Unapozungumza kuhusu propaganda, nadhani Wayahudi huko Ulaya ni sawa na Rwanda. Kuwaita watu majina kama nyoka, panya au kitu chochote, pia kusema wana utajiri wote, wana kila kitu, tunapaswa kuwaondoa vinginevyo watachukua ardhi yetu na pesa zetu. Kweli propaganda zinafanana sana. Nadhani sio jambo jema kulinganisha mateso, lakini ni muhimu kwa nchi kujifunza historia yake katika sifa zake zote. Ni kama kusema sawa, tuna historia hii na Wanazi na hayo yote, pia tuna historia ya ukoloni, na inapaswa makovu haya yaondolewe, bila shaka, kwa kuangalia utu, heshima na uadilifu. Katika sehemu ya tano, nitakutana na mwanaanthropolojia wa utamaduni wa Ujerumani ili kuelewa ikiwa mgawanyiko wa kikabila ulioanzishwa na wazungu ulisababisha moja kwa moja mauaji ya kimbari. Mtaalamu wa kutibu waathiriwa wa, wa kiwewe wa Rwanda anamsaidia kupata wazo ni kwa kiasi gani Wanyarwanda Rwanda na nao wanahusika na kile kilichotokea katika mauaji ya kimbari.